Watakaopewa daraja ya ushemasi wajongee hapa. Frateri Lawrence Damas Kabila. Nipo.

sana Mama Kanisa mtakatifu anaomba waweke hawa ndugu zetu katika daraja ya ushemasi. Je, wajua kama wanastahili? baada ya kuuliza wa Kristo na kupata uthibitisho wa watu wanaohusika na shuhudia kwamba wanaonekana kuwa wanastahili kwa msaada wa Bwana Mungu na mwokozi wetu Yesu Kristo tunawateua hawa ndugu zetu wapewe daraja ya, ya ushemasi. Tumshukuru. Mashemasi wateule watakwenda kwenye sehemu iliyoandaliwa, na kisha tutasikiliza homilia takatifu kutoka kwa Baba Askofu. Wateule watapiga magoti mbele ya baba askofu, naye atawawekea mikono na baadaye itafuata sala rasmi ya kuwaweka wakfu. Kwa kuwawekea mikono na sala rasmi ya kuweka wakfu, wateule wanajaliwa karama ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya wafa wa ushemasi na mgawaji wa daraja na mpangaji wa huduma, wewe huishi milele na kuvifanya upya vitu vyote. Kwa maongozi yako ya daima uyapanga yote kwa njia ya neno wako, ndiye mwanao Bwana wetu Yesu Kristo aliye nguvu na hekima yako huyatimiza katika nyakati zote makusudio ya upendo wako, wewe waulim, waliunda kanisa lako, ndilo mwili wa Kristo lenye tofauti ndani yake kwa wingi wa mapaji ya mbingu na lenye muunganiko katika viungo vyake mbalimbali na umoja wa ajabu kwa njia ya Roho Mtakatifu nawe umeazimia kulijenga kwa kukua kama hekalu jipya kwa njia ya daraja tatu za huduma zilizowekwa nawe kwa utumishi wa jina lako. Tangu mwanzo uliwateua wana Walawi ili watekeleze huduma ya hema ile ya kwanza. Vivyo hivyo, mwanzoni mwa kanisa lako mitume wa mwanao wakiongozwa na Roho Mtakatifu waliwachagua watu saba walioshuhudiwa kuwa wema ili wawasaidie katika huduma ya kila siku nao waweze kudumu zaidi katika kuomba na kulihubiri neno la Mungu wakisha wateua watu hao kwa kuomba na kuwawekea mikono aliwakabidhi huduma ya meza. Sasa, ei Bwana, tunakuomba usikilize sala zetu, watazame kwa wema hawa watumishi wako. Tunaomba tunawawekea tunawaweka katika kazi ya ushemasi, ili wahudumie kwenye altare zako takatifu tunakusi ee Bwana, washushie Roho Mtakatifu ili waimarishwe kwa neema ya mapaji yako saba, wapate kutekeleza kwa uaminifu kazi ya kukudumia, wawe mfano bora wa fadhila zote za kiinjili, wenye pendo lisilo na unafiki, wenye bidii kwa wagonjwa na masikini mamlaka yasiyo makuu, wenye moyo mnyofu na ulio safi, waaminifu katika nidhamu ya kiroho, katika tabia yao yang'ae maagizo yako, ili kwa mfano wa mwenendo wao wapate kufuasa katika taifa lako takatifu, nao wakitegemea ushuhuda mwema wa dhamiri wadumu kuwa imara na thabiti katika Kristo, hadi siku ambayo, baada ya kumfuasa mwana wako hapa duniani, aliyekuja si kwa kutumikiwa bali kwa kutumikia, wastahili kutawala naye huko mbinguni, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu, daima na milele. Vorrei avere mille lingua per annunciare l'amore del preziosissimo sangue. Ningependa kuwa na ndimi elfu ili kutangaza upendo wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Hizo zilikuwa ni ndoto za Mtakatifu Daspari miaka 210 iliyopita. Natazama kwa sala hiyo ya wakfu hawa ni wamisionari, hawa ni mashemasi halali wa kanisa takatifu Katoliki, na hawa ni mashemasi wa kutangaza neno la Mungu. Tuwashangilie na tumpe Mungu. Na sasa mashemasi wetu watadikwa stola na dalmatika na wale walioandaliwa kuvikwa stola na dalmatika kwa maanisha kuonesha wazi huduma yao inayotolewa kuanzia sasa katika liturujia. Kwaya tunaweza kuimba tafadhali. Watokwenda mbele ya askofu na watakabidhiwa kitabu cha Injili. Kukabidhiwa kitabu cha Injili kuashiria wajibu wa shemasi wa kuitangaza Injili katika maadhimisho ya kiliturujia kama vile wa kuihubiri imani ya kanisa kwa maneno na kwa matendo. Okay. Injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake, angalia, usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha kupokea okay, injili ya Kristo ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha eso ambayo umewekwa kuwa mhubiri wake. Angalia usadiki hayo utakayosoma, ukafundishe hayo utakayosadiki, na ukashike hayo utakayofundisha. Na sasa linafuata busu la amani, na atakayewatakia busu la amani ni Baba Askofu pamoja na mashemasi. Sasa mashemasi wapya, tuwapungie mikono mapande waliopo altareni. Baadaye tutawageukia waumini, tuwapungie mikono na baadaye iturudie. Ekaristi itaendelea kama kawaida, na mashemasi wapya, mtaanza majukumu yenu mara moja, sasa hivi altareni.